Naam, ni kukaribisha katika segment ya kimichezo. Uh, mwanafamilia Mapro TV, hakikisha mnabonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele ili na zile updates kali ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku. Kama unafahamu kwamba Mapro TV ipo kwa ajili ya kukuletea wewe taarifa mbalimbali, zile za kiburudani, michezo, interviews, kadha wa kadha, lakini pia bila kusahau matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakitokea na kujiri, bila hiana, tumekuwa tukikuwekea hapa kila siku bila kupoteza muda. Aa, kwa sasa tunaangazia habari mbalimbali za kimichezo na kubwa zaidi bwana Uh, ni taarifa kuhusiana na kiungo machichali mwiba kabisa huyu ambaye anafahamika kama uh, Buba Jameeh. Ni mmoja kati ya viungo hatari sana kwa kutokea, na imekuwa ni kama ndoto kwa Dar es Salaam Young Africans kuweza kupata saini yake na kuweza kumjumuisha katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Na hapa nataka nikupe dondoo kidogo. Kiukweli uh, binafsi nimeona usajili wa Buba Jameeh imekuwa ni kama uh, msingi ama foundation ya kikosi cha Yanga kuelekea katika uh, msimu ujao, kwa maana usajili huu si kwa ajili ya maslahi ya kipindi hiki ambacho Young Africans tunaona iko bora, bali ni kwa ajili ya kutengeneza foundation ya kwamba msimu unaokuja iwe Yanga ya aina yake. Tumeona a, ingizo kama la Alan Okelo, tumemwona pia mtu kama a, huyu Buba Jameeh, imekuwa ni sajili ambazo zimekuwa ni za muda mrefu kwa maana uh, malengo yake ni malengo ya muda mrefu, kwa maana Young Africans kwa sasa imejidhatiti katika kuitengeneza uh, kikosi kilicho bora zaidi ili kuweza kupambana na uh, timu mbalimbali katika michuano ile mikubwa ya kimataifa. So um, usajili wa Buba Jameeh umekuwa ni moja kati ya sajili bora kuwahi kutokea uh, ndani ya kikosi cha Africans, lakini pia kama unavyofahamu kwamba uh, tayari tarehe rasmi ya dabi ya Kariakoo imeshatangazwa na timu zote zimekuwa zikianza uh, kujitengenezea mazingira ya ushindi kuelekea katika dabi hiyo. Young Africans inaonekana iko bora, lakini tukiangalia uh, Simba Sports Club kwa sasa, uh, design fulani kama wanaanza kujipata ama kurudi katika ubora wao, lakini yote kwa yote, tunasubiri siku hiyo ambayo ikifika tutaona ni nani ametengeneza kikosi kilicho bora zaidi. Sasa uh, nikirudi katika usajili wa am ni kwa nini nasema na usajili wa muda mrefu ama wenye malengo ya baadaye. Ukiangalia uh, Young Africans kwa sasa hawana hawana shida na uh, katika eneo la kati kwa maana hawana shida na viungo viungo, wamekamilika, viungo wako imara sana, lakini uh, tegemeo la Young Africans ni kwamba uh, mwisho wa msimu kuna baadhi ya wachezaji wataondoka ndani ya kikosi cha Yanga. Kwa hiyo ili uh, wapate uh, ile Young Africans yenye muunganiko uh, endapo baadhi ya wachezaji wakiondoka, ni lazima wa, walete wachezaji ambao watakuwa ndio mwiba ama watakuwa ndio first 11 ya Yanga kwa kipindi kijacho. Kwa hiyo mmoja ya wachezaji hao uh, ni pamoja na huyu Buba Jameeh. Amekuwa ni mchezaji ambaye ni fundi kikweli, ana weza ku hold mipira lakini pia amekuwa ni mchezaji ambaye ana mara kwa mara ana zile penetration pass kwa maana anaweza kutengeneza nafasi pia hata kwa strikers ku score kwa urahisi sana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye pengine, uh, thamani yake itazidi kuonekana katika msimu ujao zaidi, licha ya kipindi hiki pia atakutoa anatumika, lakini nafikiri Uh, ubora ama mwelekeo mkubwa zaidi ni baada ya msimu huu kutamatika na Young Africans mpya nategemea itakuwa ni bora zaidi ya hii. Kwa hiyo, uh, sajiri hizi zimekuwa ni sajiri ambazo zina malengo makubwa, malengo ya baadaye. Si tu malengo kwa ajili ya msimu huu bali ni malengo kwa ajili ya wale watakaoondoka katika msimu wa dirisha kubwa basi uh, kuwepo na wengine ambao tayari wameshezoea Dar es Salaam Young Africans.